Katika uchaguzi unaokuja wa Oktoba 2025. Aidha, katika mapendekezo haya ya siasa, tunatoa wito kwa Waislamu wote kushiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani Oktoba 2025 na kuchagua viongozi wenye sifa ya uadilifu, ujuzi, wenye historia ya kutumikia na kupigania maslahi ya umma. Tunawakumbusha umuhimu wa kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa ngazi mbalimbali kwa kuwa ndiyo kanuni ya uboreshaji wa maisha kuleta na kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mtume Muhammad SAW anasema Muislamu mwenye akili timamu haumwi na nyoka katika shimo moja mara mbili. Uchumi na hali ya maisha. Mapendekezo yetu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwa, kwa, wa, wa, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri jukumu la msingi la serikali ni ustawi wa watu, na hivyo tunapaswa kujitathmini kama serikali juu ya hapo tulipokuwa. Inakuwaje tangu tupate uhuru tumeshindwa kutokomeza umaskini, ukilinganisha na nchi ambazo tulikuwa katika hali sawa sawia katika miaka ya 60 kama vile Malaysia, Singapore, China, South Korea na kadhalika lakini leo hii wao wapo juu kuliko ni sisi. Mapendekezo, kuwepo na mapendekezo kuwepo na mkakati wa muda mrefu wa muda mfupi ambao ni kupunguza kodi katika bidhaa muhimu zinazotumiwa na wananchi wa kawaida na kujaza nafasi zilizowacha wazi katika ajira taasisi mbalimbali za umma. Tutathmini sera zetu sheria zetu, kanuni zetu, uongozi wetu, elimu yetu, tabia zetu na kiutendaji, mahakama zetu kwa kiasi gani zinathamini ukuaji wa uchumi na, na kutokomeza umaskini. Tathmini hii ifanywe na taasisi au shirika ambalo lipo huru ili kupata majibu sahihi bila ya kuingiliwa na misukumo ya wanasiasa. Kujua tatizo lilipo, liko wapi, ni sawa na kupata ufumbuzi wa tatizo hilo.